Tuko sawasawa watu wote na matatizo, kwa sababu katiba yenyewe inatuzuia sisi kuenda kuenda kuhakikisha kwa kwamba, si, ni urahisi kashinda au kushinda. Hakuna nafasi hiyo, sisi hatuna kama atoe na wewe tushambia kwamba uchaguzi ukuwa huru na haki, sio kidemokrasia na kila kitu. Nasema tunajua kwa kweli uchaguzi huu sio haki, sio kidemokrasia. wanapeana tu kula na tia mia mia, na tumeziona wanachateka kula mia mia katika masanduku, alafu uongo kweli. Uchaguzi huu sisi tunasema kwamba uchaguzi wa huru na haki, na kama si huru na haki wale waliochaguliwa hao, hapo sawa, hapo sawa sawa, tuseme kumtii rais kwa sasa hivi, tukimtii sio kwa sababu ya urahisi, kwa sababu ya binadamu, ili nchi iwe na amani. Lakini ana ana sifa kuwa rahisi? ulisikia wapi? Mimi nimeona kituo, kuna kituo nimekiona kikole kule, kule kilwa kule, watu wamepiga kura watu thelathini na tatu, matokeo mbunge anapata kura mia tatu wa CCM diwani anapata kula mia mbili na wa CCM, lakini walipiga kula thelathini no, no, na ngapi? thelathini na tatu thelathini na tatu Kuna kituo pale kila masoko wapiga kula thelathini na sita wapiga kula thelathini na ngapi? thelathini kwa sababu watu walikubali ile no rifo no election, walikubali watu wengi. Kuna kupiga kula thelathini na tatu matokeo jioni anaambiwa diwani wapale kapata kula mia mbili na hamsini